Yes, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo vimekuwa changamoto. Dalili zake kubwa sana ni kwamba wanapata maumivu katika tumbo la juu, lakini pia wanapata um, uh, discomfort ya tumbo, yaani hawezi kumweleza mtu aina ya maumivu anayopata. lakini pia watu wamefika stage wanatapika, mpaka wakati mwingine wanatapika mpaka damu. lakini watu wengine wamefika stage mpaka hata ile hali ya choo inakuwa kigumu kiasi kwamba sasa there's no way ya kuendana. sasa Tumetengeneza dawa ambayo haina kemiko kabisa, dawa zilizotengenezwa kwa mboga mboga na matunda ambazo zina uwezo wa kuitibu hiki kitu na kumaliza. Asante, ni kutakia wakati mzuri ko wewe mwenye changamoto hii. Tunatumia dawa ambazo hazina kemiko kabisa. Mind you, tutakusaidia. Tunaweka namba zetu hapo chini kwa mawasiliano, na kama una lolote la kutuambia tupigie na usiogope, yote yatakwisha.